ba kiasi ya watoto 13 wameumia vibaya baada ya kupigwa na kupewa adhabu zisizostahiki na walimu wao wa madrasa katika matukio mawili tofauti. Tujiunge na Farida Idi kwa habari zaidi. 12 wa madrasati Hinayatul Qurani ya Bububu meli nane wamepigwa baada ya kucheza maulidi yanayotambuliwa kwa jina la Mnanda walipokuwa katika sherehe za maulidi ya wazazi katika shehia hiyo. ZBC imekutana na watoto hao nje ya kituo cha polisi cha Bububu, wakisubiri kibali cha kwenda hospitali kwa ajili ya matibabu, ambapo baadhi ya wazazi wa watoto hao wamesema kitendo walichofanyiwa watoto wao si kizuri, kwani kimeathiri na kuviomba vyombo husika kuchukua hatua za kisheria ndo tukawa sie ndo wenye kusoma hadithi, sie ndo wenye kusoma kasida, ndo itakuwa sie ndo watoto pale. Sasa sie tusome hicho chocho cha mwalimu hakimu. Sasa mwalimu hakimu kapelekwa barua wanafunzi kumi na tano, sie siwo sie mbali. Sasa sie tukaenda pale wanafunzi, kwa wanatumika, wanatupiga picha. Sasa walivyokuwa wanatupiga picha mwalimu mwalimu akapelekwa wapi? Zile picha akazitizama. Leo tulienda asubuhi, akatuuliza maswali. Katika tukio jengine mtoto mmoja mwanafunzi wa madrasa ya Kibanda Maiti ameumia vibaya mikononi baada ya kupewa adhabu na mwalimu wake. Mlezi wa mtoto huyo aliyejitambulisha kwa jina la Haji Hassan Hamisi amedai kuwa mjukuu wake amepata adhabu hizo kwa sababu ya kutofika chuoni kwa siku mbili, ambapo kutokana na athari alizopata amempeleka hospitali ya Mnazi mmoja na kuthibitishwa kuwa ameumia mikono yote miwili. Niki ripoti, mimi ni Faridaidi wa ZBC.